Ngama ukimu unatoka, watu wa Mungu, hija tunachukulia poa. Hija ndiko anaweka kidogo kidogo, miaka mitano sita kwenye kibubu, miaka mitano sita ndio inatosha kuja Tanzania, anazunguka miaka mitano sita, mingine atakuja tena. Ukaenda Ulaya utafikiri mbinguni, mbinguni hata wakikwambia <laughs> pale Ulaya ndio mbinguni, unaweza kufikiri ndio kwa sababu jai kufika popote ndugu yangu, jitahidi na tano hizi hija huwa hazirudi rudi mapema, zikirudia tena mi nawe tunaweza kuwa tushakata kamba. Hija ya leo Mungu akusaidie, nawe uende. Haya, umeshindwa Ulaya na ile hapa inaitwa nini tena ile. Tumsifi Yesu Kristo. Haya, amesema nini? Hebu endelea hapo kwenye aya ya tisa. Na pamoja na hayo, pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu, tafakari vizuri <laughs> hivyo tulifanyiwa, hivyo tulifanyiwa, hivyo baba twende, mama kiroho, wakakaa chini, wakazungumza tutafute. Sio, sio kuzungumza kwa maana ya stori au salamu, kwa maana ya kwamba umeenda kwa babako unahitaji kusaidika, umeenda kwa mamako na kimwili, ukafikiri hawana awa, nafasi tena, hiyo ni wewe unafikiri Nilimfuata akalia, akasema Vincent, nina matatizo na familia yangu, mimi sina mtu wa kumwambia wengi nimewalea ki. Hatuendi tena kukaa na wazazi wetu wa kiroho, tuzungumze. Naomba tumalizie, kuna jambo nalitaka hapo chini eh? Mm Mm. Kiturudi mm. wa... kiturudi ni kwa faida yetu yetu, tusikosekane mbinguni. Ehe. Kila adhabu, kila adhabu wakati, wali, wakati wa ile adhabu haionekani kuwa ni kitu kizuri, inaumiza. Niacha kwenye nguzo nikabaki hapo mpaka asubuhi. Sasa, dada yangu asubuhi anatoka misa, yeye alikuwa ajaniona akaja kunikuta pale. Yaani muda wote nilikuwa sijalia, dada aliponiona analia, na nami ndo nikajihurumia. Na Mungu, nimekuwa hivi baada ya viboko vingi na kadhalika, na nimefuatilia baadhi ya vijana ninao kaa nao, anakwambia darasani ni kwa sina akili, anakwambia darasa la saba wadogo zangu wote wame..., kwa kuna wengine wameenda kusaya majeraha, tukikaa nao Mi nilikuwa mtundu kuliko wao, nikiwapa shuhuda zangu. Yani yeye kavuta madaya ya kuleva misi vema, walivyoona vema, ikawaje rafiki yangu eh? Kila, kila adhabu wakati wake eh, bali kwa wakati huo inakuwa huzuni, wakati wa viboko eh? baadaye inawaletea wao zoe... Baba, sante baba He baba sante baba. Baba sante baba kwa wema wako. Ah, ya haki yenye amani. Matunda ya haki yenye amani. Ehe? Basi kama umeishia kumi na tatu au bado? A, twende mpaka kumi na tatu kataa mikono tuabudu. Sasa hivi unakuta watu wamekaa yani yani kazama yani ah. Sasa, Mungu huyu naye siku hizi watu wanazama kiaina altareni, wote wanainama hivi. Nikasema hapa hamna tabernakulo au nini, nika fuatilia, naona padre, akimaliza katekista. Inawezekana ni matatizo tu ya magoti, lakini tuna mpango tuweke viti vya sponji hapa kupigia magoti Yesu na Maria hey. Yani leo ukipiga magoti hapo barabarani padi, padi anapita, si wanaenda kupeleka tembee vizuri kuliko tukutie moyo utembee kiwete maisha yako, wacha tunyooshe mguu hata kama kwa kuuma. Siku hizi watu wameshajua wa namna ya kunyoosha miguu mzee, na wanakupa na viatu vitakavyolingana na namna yako na udhaifu wako. Hauna nauli? Niambie, hatuna nauli, tunaomba uje kwenye mkutano, mimi nitengeneze mpango, nije kwenye mkutano, nihubiri Injili, lakini nisije unipange cha kufanya ili mpate hela somo lile na lile, tulikusikia tumekufuatilia kwenye YouTube. Usifanye, ukifanya hivi hatutapata watu hatutapata hela. Kwa hiyo mimi ni kusaidia upate watu watakaopotea, mimi ni kuongoze kutoa mimba. Kama sijui kitu afadhali niache, na kama najua nitanyoka. Naomba tusimame. Watoto wako tunakuja kwako ku angalia, angalia watoto wako tuko mbele zako angalia, angalia. Kanisa lako twajinyenyekeza angalia, angalia. Mioyo yetu twaileta kwako angalia, angalia. Maisha yetu twayaleta kwako angalia, angalia. Makundi yetu twayaleta kwako angalia, angalia. Na kushindwa kwetu twakuleta kwako angalia, watoto wako tuko mbele zako angalia. Yesu angalia Yesu angalia Yesu angalia Yesu yesuagaihuruma angalia, angalia, angalia. na rehema yako mfalme, tunaomba uturehemu, utusamehe Mungu, tumekosa tumeharibu tumejichafua tumekuasi tumejeruhi, naomba huruma na rehema yako mfalme turehemu Mungu wetu na baba yetu mwema, turehemu, mfalme wa amani, Mungu wa huruma na baba wa rehema, turehemu Mungu tuumbie usituondolee